Na kuelekea kwenye mchezo wa baadaye baadaye, Simba zidi ya Fountain Gate, nipo na mrembo mwana Simba hapa, tutasikia maoni yake, yeye ana maoni gani? Mchezo huu utapigwa punde tu kutoka hivi sasa. Mambo poa, vizuri sana la kupendeza. Mambo inachangia watu kupendeza sana, sana, sana. Oh. Hey, hey. Jezi ao kiskani natokea kipigo chenu ujue hiyo. Ah, ah, unaongea wewe na wao lakini sio sisi, tunachokijua tunapendeza kupitia jezi ya kuskani, hayo mengine hayatuhusu mpira huna no, Kusikani, kusikani, vipigo vinakuja nyuma mara sita. Ah, hizo ni swaga tu, hata mimi naweza nikafanya hivyo pia, kwa sababu hata tulishawapiga zaidi ya hiyo mara sita, lakini zinauma? Hapana, hakuna ambaye hata wao pia wanaumia, sema tu kwa kuwa kipindi hicho wao wengine walikuwa wajazaliwa, ndio maana sasa hivi wanaona ni swaga, lakini hata kipindi kile ziliwauma, sema tu ndio ilikuwa analogi. Maana yake kumbe zamani mshafanyaga sana, tulishafanya hivyo vitu vya kawaida yani, kwamba labda tu amerudi au tuseme copy na kupaste hivyo ah. Leo anasema hey, kwenye historia. Yeah. Tulishawapiga mara saba mfululizo. Kumbe. Sasa kipi kigeni? Kaza zamani unasema miaka 90 80. Miaka ya 90 lakini hata hiyo Yanga ama Simba yeah, ilianza miaka hiyo hiyo ya 90. Kulikuwa mada ya Instagram zilikuwa hazipo. Hata kama zilikuwa hazipo lakini kumbukumbu kumbu tunazo. Uh-uh. Ah yeah, eh yeah, habari ndio hiyo. <laughs> Wanasema leo Simba kapata ganda la ndizi hapa mchekea. Hayo <laughs> ni maneno yao wao sio sisi. Sisi tunachojua kwamba tumekuja kufanya uzinduzi rasmi ya ushindani kuelekea msimu wa 2025, mm. kwamba hususan lengo letu kubwa tuchukue ubingwa, ubingwa hawa ha, hawana wachezaji siupo 10 makelele ni mengi figisu kama hata wenyewe hawaelewi. Hawezi kuwa kumi kwa sababu hata kanuni sizni ah. kama itawaruhusu waingie kumi, hizo ni swaga tu za mtandaoni haina shida. Mm. Aina shida, maana nataka vitu mambo maku, makubwa maku, maku, leo ndio hivyo kama kawaida zaidi tunamuomba Mungu tuwe na mwanzo mzuri maisha yaendelee. Mm. Mm. Ah, una sasa na Simba niwe na wasiwasi na nani? Kivipi jamani, niwe na wasiwasi kivipi eh? Wakati ile ni cha kwangu eh. Unajua, cha kwanza kimfaacho mtu ni chake. hajakimbia eh, yule hajakimbia, isipokuwa amepata sehemu nyingine, anaona wacha akaeke changamoto huko pia ah, na ndio maana alikuwepo, lakini kwamba imefika sehemu, sisi hatuna ung'ang'anizi na mtu.